Mamlaka nchini Irani zimesema kulikuwa na kutokuheshimu kanuni za usalama katika bandari ya Bandar Abbas, kulikosababisha mlipuko uliotokea Jumamosi na kuua watu waliofikia sabini. Hata hivyo, uchunguzi wa kina na vipimo vya maabara bado unahitajika ili kubaini chanzo kamili cha mlipuko huo. CNN imeripoti kuwa mashuhuda wa video zinazoonyesha kuwa kemikali zilizo katika kontena za mizigo ziliwaka moto na kusababisha mlipuko mkubwa na zaidi ya takribani watu elfu moja kujeruhiwa kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press ikinukuu televisheni ya taifa ya Irani, kati ya hao mia na tisini bado wamelazwa hospitali. Video ya ulinzi iliyotolewa na shirika la habari la Fars inaonyesha moto mdogo ukianza katika eneo la makontena na wafanyakazi kadhaa walikimbia, kabla ya mlipuko mkubwa kuharibu video hiyo. Kamati ya kuchunguza mlipuko huo ilitoa taarifa Jumatatu ikisema kwamba kabla ya tukio hilo, kulikuwa na kutoheshimu kanuni za usalama. Waliongeza kuwa uchunguzi wa kiufundi na kimaabara unahitajika ili kubaini chanzo kamili cha tukio hilo. Taarifa hiyo pia ilitaja tofauti katika kauli zilizotolewa kwa kamati, lakini haikufafanua tofauti hizo ni zipi wala zilitoka kwa nani. Katika ripoti ya awali, CNN iliripoti kuwa tani mia kadhaa za kemikali muhimu kwa ajili ya kuunda mafuta ya makombora ya Irani ziliwasili bandarini hapo Februari, huku mzigo mwingine ukiripotiwa kufika Machi. Waziri wa Mambo ya Ndani, Eskandar Momeni amesema kwamba wamegundua mapungufu fulani ya kiusalama katika bandari hiyo na hatua za ulinzi hazikuchukuliwa kwa uzito unaostahili. Hata hivyo, Gazeti la New York Times limeripoti kwamba mtu mwenye uhusiano wa kikosi cha walinzi wa Mapinduzi cha Iran amesema, kilichoripuka ni sodium perchlorate, kemikali kuu cool, inayotumika kutengeneza mafuta ya makombora ya masafa ya kati. CNN haikuweza kuthibitisha kwa uhakika kilichokuwa kikihifadhiwa katika bandari hiyo wakati wa mlipuko. Wataalamu wengine wametaja kemikali ya Ammonium Nitrate kama uwezekano mwingine, kwani ni kemikali inayojulikana kusababisha mlipuko mkubwa inayohifadhiwa vibaya. Kwa upande wake, Profesa wa Chuo Kikuu cha London Andrea Sella amesema tukio hilo linafanana sana na mlipuko wa Ammonium Nitrate huweza kuwaka kwa nguvu kubwa sana ikiwa hifadhi yake ni mbaya. Hata hivyo, mtaalamu wa silaha za kemikali Dani Kazeta amesema uwepo wa sodium perchlorate unaweza kueleza jinsi mlipuko ulivyoanza kwa kuwa perchlorate hutumika katika vifaa kama mafuta ya roketi na fataki. Kwa mujibu wa ripoti ya Februari ya CNN, meli kutoka China yenye tani elfu moja za sodium perchlorate iliwasili Bandar Abbas kulingana na vyanzo vya ujasusi vya Ulaya kiasi yes, hicho kingeweza kutengeneza mafuta ya makombora kama mia mbili na sitini ya Khebari Shekan au mia mbili ya Haji Kasem. Wizara ya mambo ya nje ya China imejibu kuwa sodium perchlorate si bidhaa ya kudhibitiwa nchini mwao na usafirishaji wake unazingatia sheria za kibiashara za kawaida. Taarifa hii imeandaliwa na Heleni Mdinda kwa msaada wa mashirika ya habari na kusomwa kwako nami Rajabu Athmani. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.